yanakusherekea siku ya, ya mwanamke tumeona vile vile kuwa ni lazima tuwe na siku ya kuhamasisha matumizi safi ya kupikia nishati na hasa nishati ya umeme. Wizara ya Nishati kama mnavyofahamu, ni wasimamizi wa ajenda ya nishati safi ya kupikia ambayo kinara wake ni Dkt Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. tuendelee kutoa elimu kwa watu wote juu ya matumizi ya nishati safi na hasa umeme, kwa sababu kuna dhana ya watu wanaamini, ukipika kwa umeme, gharama ni kubwa, na kwamba umeme kazi yake ni kuwasha taa na TV, ila kupika umeme haufai. Nataka niwatoe wasiwasi, uniti mmoja unaweza ukapika kwa zaidi ya saa moja, ambayo thamani yake haizidi shilingi mia tatu na hamsini. Ajenda hii inashika kasi na viashiria mbalimbali vinaonekana, ikiwemo ukuaji wa masoko na matumizi ya nishati safi ya kupikia. Tuendelee kuunga mkono ajenda hii ya Mheshimiwa Rais kwa sisi wenyewe kutumia nishati safi ya kupikia majumbani na kuacha kabisa nishati isiyo safi, na kongamano hili likiwa limehudhuriwa na wanawake zaidi ambao ndio wahusika wakuu katika shughuli za kupika na hivyo, matumizi ya nishati majumbani kwetu itasaidia sana taifa letu kuhamasika kwa haraka. Nishati ya umeme ni moja ya nishati safi za kupikia. Ni vizuri sasa, wananchi wa Tanzania wanayo fursa sasa ya kuweza kupika kwa kutumia nishati safi, nishati ya umeme. Ajenda ambayo inaongoza sasa hivi kwa sehemu kubwa na serikali ni kuhamasisha Tanzania y kutumia nishati safi ya kupikia, kwa hivyo na sisi tukaona kwamba ni wakati na fursa nzuri tuweze kutumia forum hii kuweza kuanza kuhamasisha kwa nguvu kabisa matumizi ya nishati safi ya kupikia ya umeme.